Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi, inasema shughuli Dar es Salaam zilivyorejea mdogo mdogo, lakini siku sita za maumivu na hofu e, tamati ya uchaguzi Samia, Dr. Mwinyi muhula wa pili e, tamati ya uchaguzi e, Samia na Dr. Mwinyi muhula wa pili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la, la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo, lenyewe lina habari kubwa zopa kipaumbele, inaanza na habari inayosema huduma za mwendo kasi zasitishwa, daradara kuziba pengo lake. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa ndani pata nakala yako kwa habari kwa kina, lakini hali mitaani baada ya maisha kurejea e, hali mitaani baada ya maisha kurejea, lakini upinzani waibwaga sism, majimbo kumi yamo ya Dar es Salaam. Uh, upinzani bwaga sisi majimbo kumi yamo ya Dar es Salaam. Hiyo ni bali pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie gazeti lako la habari leo, lenye lina habari kubwa hizo zipo kwa mbele. Inaanza na habari inayosema zito, aah, serukamba waangushwa baba levo washinda. Hiyo ni habari ukurasa 15 kwenye gazeti la habari leo, lakini bado kuna habari inayosema E, Watanzania waelezwa umuhimu wa umoja. E, Watanzania waelezwa umuhimu wa umoja, lakini bado kuna habari inayosema: waangalizi East Africa wasifu wazi uchaguzi mkuu. Waangalizi East Africa wasifu wazi uchaguzi mkuu. E, lakini wagombea urais upinzani waridhika. Wagombea urais upinzani waridhika waipongeza ineki, ineki. Lakini haichilema utulivu Tanzania ni muhimu Sadeki na East Africa. Huyo ni Haichilema asema utulivu Tanzania ni muhimu Sadeki na East Africa lakini ndaheshimie aisifu Tanzania kuwa mfano amani bara la Afrika. E, ndaheshimie aisifu Tanzania kuwa mfano amani bara la Afrika. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa inasema Rais Samia ahadharisha kugawanyika e, kwa taifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo eh, Rais Samia adharisha kugawanyika. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Habari Leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwa chanana gazeti la Habari Leo, tuangazie sasa gazeti lako la Jamvi la Habari. Lenye lina habari kubwa zipo kwa kipaumbele, inasema uchaguzi umekwisha tujenge taifa. Huyo ni Dr. Samia asema uchaguzi eh, umekwisha sasa ni kujenga taifa. Aanza rasmi kipindi cha pili cha uongozi wa awamu huyo eh, ni Dr. Samia anza rasmi kipindi cha pili eh, cha uongozi awamu ya sita. Lakini amani kwanza mgawanyiko hapana. Eh, gazeti lako la Jamvi la Habari inasema amani kwanza eh, mgawanyiko hapana. Lakini wapongezwa kwa usimamizi. Hiyo ni gazeti lako la Jamvi la Habari na lenye ukurasa wa mbele. Lakini lakini fuara dira ya taifa inayoendelea E, fuara ni dira ya taifa inayoendelea hiyo ni habari inapatikana kwenye jamvi la habari ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina na kwa gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele lina habari kubwa e, Zuberi apitishwa kuwa nia uspika, e, Zuberi apitishwa kuwa nia uspika. lakini Dk. Mwinyi amteua mwanasheria mkuu hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa eh, wa mbele lakini bado kuna habari kubwa kwenye gazeti la kura Zanzibar leo wanasema ujenzi wa flyover Mwanakwerekwe wafikia asilimia tisini na tisa. Eh, ujenzi wa flyover eh, Mwanakwerekwe Zanzibar wafikia asilimia tisini na tisa. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la kura Zanzibar leo, kimataifa: Israeli yarejesha Gaza miili ya 45 ya Palestina. Israeli yarejesha Gaza miili ya 45 ya Palestina. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kura Zanzibar leo lakini habari kubwa ni Dr Mwinyi mteua mwanasheria mkuu na Zuberi apitishwa kuwania uspika Zanzibar. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar za leo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania eh, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo eh, na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako la Habari leo lenye linaandika wakongwe watoa neno, Yanga Simba ligi ya mabingwa barani Afrika. E, wa Kongo yatoa neno Yanga Simba ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini Gamondi ambadili e, Morocco Taifa Stars. Gamondi ambadili Morocco Taifa Stars. Azamu chekelea draw shirikisho. E, Yuni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari leo kwenye kurasa za michezo e, Azamu ya chekelea draw e, shirikisho. Lakini Gamondi ambadili Morocco Taifa Stars. Wa Kongo watoa neno Yanga Simba Ligi ya Mabingwa e, barani Afrika. Lakini uchaguzi wa Taekwondo kufanyika e, Jumamosi, gazeti lako la Habari leo. La habari kurasa michezo lenye ina tinga makundi Kafu pantevazua jipya Simba. Hilo ni gazeti lako la jamvi la habari kwenye kurasa za michezo lakini, gazeti lako. Lakini, kurasa za mitandao ya Mwanaspoti e, kwenye michezo kwenye kurasa za mitandao ya Mwanaspoti imeandika kisa makundi ya Kafu mabosi Simba, Yanga watoa tamko e, kisa makundi Yanga e, Simba mabosi watoa wa tamko lakini Moroko haendi Moroko, ni zamu ya Gamondi. Moroko haendi Moroko, ni zamu ya Gamondi. ilo lishirikisho la soka la Tanzania TFF limemtangaza kocha Miguel Gamondi kuwa kaimu kocha mkuu timu ya taifa Stars, lakini akichukua nafasi ya Hemedi Suleimani. Moroko Yanga yapewa waarabu watatu. Simba yatupwa kundi D ligi ya mabingwa barani Afrika. masta tishio eh, kwa Yanga Simba kafu eh, masta tishio kwa Yanga Simba Kafu, lakini Kafu amkutanisha Ziziki na Feitoto akimrudisha Ramoviki. Bongo Ligi Kuu Bara Championship kurejea Novemba 8. Hizo ni habari za michezo zinapatikana kwenye kurasa e, za mitandao ya Mwanaspoti e, ambazo wanatuhabarisha kwa asubuhi ya leo, lakini bado kuna habari inayosema kimataifa, e, Guardiola hawa Arsenal wanabala. Huyu ni Guardiola asema hawa Arsenal